Wahusika ni viumbe katika kazi ya fasihi. Tunasema ni viumbe katika kazi ya fasihi kwa sababu hawa si binadamu. Muhusika huyu amefikiriwa na, na, na yule mwandishi wa kitabu cha Bembea ya Maisha, Timothy Arege, kisha akambuni na akampa sifa. Ndio maana tunasema wahusika ni viumbe katika kazi ya fasihi. Na tunaanza na muhusika wa kwanza ambaye ni Neema. Tumesoma kuhusu Neema. Neema ni nani? Ni binti ya Yona na Sara. Pili imeandika ni binti ya Yona, na Sara ni dadake Azna na Salome kuwa na ndugu wawili ambaye moja ni Azna na wa pili ni Salome. Neema pia ni mamake Mina na Lemi. Neema ni mamake Mina na Lemi. Ina maana na na kuwa na watoto wawili, ambaye mtoto wa kwanza ni Mina na yule mdogo ni Lemi. Kumbuka, Mina yuko boarding school. Huyu Neema pia ana degree mbili. Ana degree mbili. Anafanya kazi katika kampuni ya kuuza kompyuta. Yaani anafanya kazi katika kampuni ya kuuza tarakilishi. Neema pia tunasema kuwa ni mhusika mkuu kwa sababu ana, anaangaziwa kutoka mwanzo hadi mwisho wa kitabu. Na unaona kuwa anaangaziwa kwa hiyo ni mmoja wale wahusika wakuu. Kwa hivyo ni mhusika mkuu. Kwa sababu anaangaziwa kutoka mwanzo hadi mwisho. Sifa za wahusika, sifa za Neema. Wakati unazungumzia kuhusu sifa za mhusika, unazungumzia na tabia gani? Na hizi tabia tunazitoa wapi? Yale mambo ambayo yeye mwenyewe anasema au kuna mambo ambayo yeye mwenyewe anafanya au wasika, wasika wengine wanamzungumzia kumhusu unaweza kujua sifa ni tabia au hulka sifa yake ya kwanza ni mwenye bidii na wakati wote ukiandika ile sifa lazima uieleze neema ni mwenye bidii kwa sababu ana digri mbili ukurasa 35 tusome hapo

Ujifunze kuweka nambari. Kwa hivyo tulikuwa sifa ya kwanza, mwenye bidii, ana digrii mbili. Sifa ya pili, Neema ni mwenye utu ni mwenye utu kwa sababu anamsomesha Azna hadi chuo kikuu. Mtu mwenye utu ni mtu mwenye ubinadamu, anamsomesha Azna hadi chuo kikuu. Tatu, Neema kimbia huyo, huyo anakuja ni mtu mtiifu, anajua Neema ni ni ni ni ni mtu mtu ambaye anatii, utajua huyu ni mwanafunzi anatii vipi? anakuja anakuja huyo huyo huyo, ukimwambia kimbia mwalimu anakwenda naye, anajua kutii. Kwa hivyo nasema Neema ni mtiifu, anawasikiliza na kuwasaidia wazazi wake licha ya kuolewa anawasikiliza na kuwasaidia wazazi wake licha ya kuolewa, ukurasa wa tatu. Tumesema kama unatii unasikiliza. Nasikilizi tu anazidi kuwasaidia. Nakumbuka yeye ameolewa na Buju, ukurasa wa tatu Yona. <coughs>

Ungekuwa na uwezo ningefanya chochote maradhi ugonjwa uondoke. Kina dunia ina mtichani tosha kwa kila alafu maradhi sio. Uzito wake haumridhiki. Inabaki inabaki kumwomba Mola afanye wepesi huko ajibu kupiga kutafuta dawa. Anaendelea na shughuli yake ya kupanga sabuni. Baada ya muda mlango unafunguka. Taratibu, yama anashtuka. Anaingia gundi ambaye anabadia na vitu sana. Kama hivyo. Mbona bidii? Mama, nimeshtuka mwanzo. Wewe, ingia tu hapo. Ingia taratibu. Mimi na ajabu na kukuka. Una, una, una, una haya, haya, tufike pale. Kwa hivyo anawajibika ndio maana anaipanga licha ya kuwa anafanya kazi, ni mnyenyekevu. Kwa hivyo ni mnyenyekevu. Anaomba buu msamaha kwa kutomshirikisha. Kumbuka sisi YouTube baada ya kukosa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni mnyenyekevu. Anaomba buu msamaha kwa kutomshirikisha. Kumbuka uh, alikuwa anataka Buju, aliuliza kwa nini akushirikishwa katika ile safari ya mamake kupelekwa wapi nyumbani, mamake Sara ambaye ni mamake nani? Neema. Hivyo anamwomba Buju msamaha. Sita, ni jasiri. Jasiri ni musika ambaye haogopi jasiri, wakati mwingine jasiri tutamwita mkakamavu, yaani haogopi chochote. Anamsuta Buju, anamsuta Buju, kurasa 48, someni, anamsuta Buju

Haya, tufike pale. Ni mwaminifu saba. Ni mwaminifu. Kwa nini tunasema yeye ni mwaminifu? Kwa sababu anajikakamua kumtoa mamake hospitalini licha ya Buju kutompa mkopo. anajikakamua na kumtoa mamake hospitalini licha ya Buju kutompa mkopo. Ni msema kweli, anamwambia Yona ukweli kuwa Sara hata poa. Ni msema kweli, hiyo ni nane. Anamwambia Yona ukweli kuwa kuwa Sara Sara hatapona. Kwa hivyo alimwambia alimwambia na kwanza hata alimwambia kweli kuwa Sara atakuwa anatumia dawa kila wakati. Kwa hivyo ni sema kweli, anamwambia Yona ukweli kuwa Sara ana, Sara hatapona. Ni mlezi mwema. Tisa, ni mlezi mwema, anamsaidia Lemi katika ujifunzaji. Ni Ni kule kujifunza. Ni mlezi mwema, anamsaidia Lemi katika ujifunzaji. Amepevuka kimawazo Yaani, kwa maana ile yale mawazo yake yameimarika, yame amepevuka kimawazo. Anatambua umuhimu wa vitendo vyake vya sasa kwa maisha ya baadaye. Anatambua umuhimu wa vitendo vyake vya sasa kwa maisha ya baadaye, kurasa 36. Anatambua umuhimu wa vitendo vyake vya sasa kwa maisha ya baadaye. Kurasa 36. Nimshauri nimshauri mwema mwema, anawaambia Sara na Azna wajifunze kutokana na maisha ya Sara na Sara na Yona. Anawaambia Sara na Azna wajifunze kutokana na maisha ya Sara na Yona Yona, kurasa kurasa 46 46. Nimshauri mwema anawaambia Sara Sara na na na Azna wajifunze kutokana na maisha ya hapo

Namshukuru Buju kwa kuyaokoa maisha yake. Mstahimilivu 13. Mstahimilivu mstahimilivu ni sawa na mvumilivu. Mstahimilivu anavumilia tabia ya Buju ya kulalamika. Anavumilia tabia ya Buju ya kulalamika. Mwenye tumaini 14. Mwenye tumaini, licha ya mgongoro wake na Buju hakati tamaa. Licha ya mgongoro wake na Buju hakati tamaa. Licha ya mgongoro wake na Buju hakati tamaa. Ni mwana mapinduzi. Mwana mapinduzi anamwambia Buju kuna mila zimepitwa na wakati. Ni mwana mapinduzi. Anamwambia Buju kuna mila zimepitwa na wakati. Alikuwa anamuelezea kusuli ya mama mkwe kutolala pale. Mtoto wake ameolewa. Yaani yeye mama yake Sara kutolala pale kwao. Wewe, anamwambia Buju kuna mila zimepitwa na wakati. Ni mcheshi. Ni mcheshi anamwambia Sara kwamba anamtetea mlevi wake. Mcheshi anamwambia Sara kwamba anamtetea mlevi wake. Na mwisho ni msamehevu. Ni msamehevu, anamkumbatia Yona kama ishara ya msamaha na maridhiano.